The power of Russia, Long Range Aviation Force. Hiki ni kikosi hatari kabisa cha anga cha jeshi la Urusi. Je, unataka kufahamu kikosi hiki kimefanya operation gani, mwaka gani na lini kimeanzishwa? Na nini athari zake kwa walengwa ama maadui au wapinzani? Basi karibu katika makala hii tukizungumzia kikosi hatari kabisa cha wanaanga cha Urusi. Karibu kwenye safari hii kipeke ya kipekee ya kuelewa kikosi cha anga hatari zaidi cha Urusi. Katika kipindi hiki tutazungumzia kikosi cha mabomu ya masafa marefu cha Urusi maarufu kama Long Range Aviation Command. Kikosi hiki kina jukumu la kutekeleza mashambulizi makubwa kutoka mbali, kikiwa na uwezo wa kubeba mabomu ya kawaida na hata yale ya nyuklia na kufika sehemu yoyote duniani bila kusimama. Tutaanza kwa historia tutazame, aina za ndege, mbinu za kivita, mafanikio yake na changamoto na hatimaye hali yake ya sasa. Baada ya vita vya pili vya dunia, Urusi ilihitaji kikosi cha anga chenye uwezo wa kulinda mipaka yake na kutishia maadui wake hasa Marekani. Hapo ndipo vikaanzishwa vikosi vya ndege kubwa za kivita zenye uwezo wa kurusha mabomu kwa masafa marefu sana. Kikosi hiki kilianza kukua chini ya jeshi la anga la Umoja wa Kisovieti. Baada ya kuvunjika kwa USSR mwaka 1991, Urusi ikarisi sehemu kubwa ya ndege hizi. Hadi leo Long-Range Aviation ndiyo msingi wa nguvu ya anga ya Urusi. Kikosi hiki kinajumuisha aina kuu tatu za ndege za kivita: Tu-160 Blackjack, ndege kubwa na ya kisasa zaidi duniani kwa mashambulizi ya kimkakati. Inaweza kuruka maelfu ya kilomita bila kujazwa mafuta ina uwezo wa kubeba mabomu ya nyuklia na mabomu mengine ya kisasa. Tu-95 Bia, hii ni ndege ya injini za propera lakini yenye uwezo wa kuruka masafa marefu. Ingawa ni ya zamani, lakini bado ni silaha hatari kwa sababu ya mabomu ya nyuklia inayobeba. Tu-22M3 Blackfire, hii ni ndege ya kasi sana, inayotumika zaidi kushambulia maeneo ya baharini na arizini hutumika pia kuzuia majeshi ya adui kuingia kwa haraka. Marubani wa kikosi hiki hupitia mafunzo ya hali ya juu sana. Hupitia mazoezi ya kurusha mabomu harisi kwenye maeneo ya majaribio, uelewa wa silaha za kisasa kama makombora yanayoweza kulenga kwa GPS, mafunzo ya kuruka usiku mzima kwenye hali ya hewa mbaya, mazoezi ya mashambulizi ya ghafla kutoka mbali, kwa mfano kutoka Arctic hadi Mashariki ya Kati ni kazi ngumu sana. Wanaoruhusiwa kuongoza ndege kama Tu-160 ni wachache mno na ni wazoefu wa hali ya juu. Kikosi hiki kimekuwa kikitumika mara kwa mara kwenye vita halisi. Afghanistan, mwaka 1980, Urusi ilituma ndege za masafa marefu kushambulia maeneo ya waasi. Jojia, mwaka 2008, ndege za Tu-22M3 zilishambulia ngome za kijeshi kwa haraka. Siria, mwaka 2015 hadi sasa, ndege ya Tu-160 na Tu-95 na zilitumika kurusha mabomu zaidi ya vikundi vya magaidi. Ukraine, mwaka 2022 hadi sasa, kikosi hiki kimetumika kurusha makombora ya masafa marefu zaidi ya miji ya Ukraine. Kwa hivyo hiki ni kikosi cha kutisha na kila taifa linalofuatilia usalama linakihofia. Licha ya uwezo wake mkubwa, kikosi hiki kinapitia changamoto nyingi. Ndege nyingi ni za zamani, zimekuwa zikitumika tangu miaka 1980 na baadhi hazijafanyiwa marekebisho makubwa. Hasara kwenye vita vya Ukraine, ndege kadhaa zimepotezwa kutokana na mashambulizi ya drone na makombora. Teknolojia ya adui inakuwa haraka. Mataifa ya Magharibi yana mitambo ya, ya kuzuia mashambulizi ya anga. Uchumi wa Urusi kupungua umesababisha uzalishaji wa ndege mpya kuwa wa polepole mno. Long Range Aviation Command ni moja ya vikosi hatari zaidi vya Urusi, kina uwezo wa kushambulia nchi yoyote duniani kwa kutumia mabomu ya kawaida au ya nyuklia. Kinaendeshwa na marubani waliopitia mafunzo ya hali ya juu sana, wakitumia ndege kubwa na zenye teknolojia ya kipekee. Lakini pia kikosi hiki kipo kwenye mabadiliko Kutokana na changamoto za kiuchumi, kiteknolojia na kijeshi. Wakati mataifa kama ya Marekani na China yakipiga hatua za haraka, Urusi inalazimika kuboresha vikosi vyake ili visibaki nyuma. Usikose kusubscribe, kulike video hii na kushare kwa wengine. Naam, wapenzi watazamaji na imani mmeburudika, kuelimika na kufurahia makala hii kuhusu kikosi hatari cha wanaanga cha jeshi la Urusi. Basi ni kuombe usubscribe na kushare makala hii kwa wengine, ama wadau wengine wapenda teknolojia mbalimbali za kijeshi ili kuweza kupata uelewa zaidi. Bye, bye.